Marekani imetangaza vita kali dhidi ya washukiwa wa usafirishaji wa dawa za kulevya zinazoingizwa nchini humo kwa kupitia bahari za Karibiani na Pasifiki. Hii ni Trigen Media. Rais Donald Trump wa Marekani amesema vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo vimeanza operesheni maalum dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya, ambapo meli kadhaa zimeripotiwa kushambuliwa na vikosi vya Marekani katika bahari za Karibiani pamoja na Pasifiki, huku mashambulizi yakisambaa kuelekea nchi kavu. Operesheni hiyo isiyo na baraka za bunge la Marekani inalenga kutokomeza kabisa mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya unaodaiwa kufanywa na nchi za Venezuela pamoja na Colombia. Trump amedai hakuna mbunge hata mmoja anaweza kupinga operesheni hiyo na kwamba taarifa zitalifikia bunge wakati operesheni ikiendelea. Washukiwa takribani thelathini na saba wameripotiwa kuuawa katika bahari za Caribbean na Pacific mwanzoni mwa mwezi wa Septemba baada ya Marekani kuzishambulia meli zipatazo tisa zinazoshukiwa kubeba shehena ya dawa za kulevya na kuzisafirisha kuelekea nchini Marekani. Aidha, serikali ya Trump imewaonya wakuu wa nchi za Venezuela na Colombia ikiwatuhumu kuhusika moja kwa moja na biashara hiyo haramu. Katika hatua nyingine, Rais Nicolas Maduro wa Venezuela ameitaadharisha juu ya mashambulizi yanayofanywa na Marekani kuwa yanaweza kuhatarisha usalama wa raia kufuatia kuimarishwa kwa vikosi vya jeshi la Marekani katika pwani ya Venezuela. Maduro pia ameishutumu operesheni hiyo na kudai ina malengo ya kumondosha madarakani, na kwamba nchi yake imejidhatiti kujibu mapigo kwa kutumia mifumo yake ya kijeshi zaidi ya elfu tano iliyotengenezwa na Urusi yenye uwezo wa kufanya mashambulizi kutokea ardhini kwenda angani katika kukabiliana na vikosi vya Marekani. Hii ni TriGen Media.